DW, habari za ulimwengu. Msomaji wako asubuhi hii ni mimi Sulemani Mwiru, na kwanza ni mukhtasari wake. Huko Tanzania, maafisa wawili wakuu wa CHADEMA waliokamatwa kabla ya kesi ya uhaini ya kiongozi wao wa chama wameachiliwa. Rais Trump wa Marekani atoa wito kwa Urusi kusitisha mashambulizi huko Ukraine na katika ukanda wa Gaza mashambulizi ya Israel yamewaua watu 50. Habari kamili Dar es Salaam. Chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, kimesema viongozi wake wawili waliokamatwa na polisi wakiwa njiani kwenda mahakamani kuhudhuria kesi ya kiongozi wao wa chama ambaye anakabiliwa na mashtaka ya uhaini kwa kutaka mageuzi yafanyike kabla ya uchaguzi mkuu mwezi Oktoba wameachiliwa. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limesema limewakamata viongozi watano wa Chadema Iki, wa, akiwemo makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara John Heche na katibu mkuu wa chama hicho John, John Mnyika na baada ya mahojiano dhamana zao zikawa wazi. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu alikamatwa Aprili 9 baada ya mkutano wa hadhara ambapo alitoa wito wa mageuzi ya uchaguzi. Wanaharakati wa haki za binadamu wanaishutumu serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwabinywa wapinzani, madai ambayo serikali ya nchi hiyo inayakanusha. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa wito kwa Rais Vladimir Putin wa Urusi kusitisha mashambulizi dhidi ya Ukraine saa chache baada ya Urusi kuishambulia Ukraine kwa makombora na droni ambayo imetajwa kuwa ni mashambulizi mabaya zaidi katika kipindi cha miezi kadhaa. Ombi hilo la Trump kwa Putin limekuja baada ya rais wa Ukraine Volodimir Zelenski kuwataka washirika wake kuiweka Urusi chini ya shinikizo zaidi ili kusitisha mashambulizi nchini mwake. Zelenski alikatisha safari yake kuelekea Afrika Kusini ili kukabiliana na athari za mashambulizi hayo, ikiwa ni tukio la hivi punde zaidi katika wimbi la mashambulizi ya Urusi ambayo yamesababisha vifo vya makumi ya raia. Katika hatua nyingine, mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkov atawasili wa Urusi wiki hii I ambapo anatarajiwa kufanya duru nyingine ya mazungumzo ya kusitisha mapigano na Putin. Moscow Marekani imetangaza kwamba ujumbe wake utakutana siku ya Jumamosi na maafisa wa Iran huko Oman kwa mazungumzo ya mara ya tatu juu ya mpango wa nyuklia wa Iran. Akizungumza na waandishi wa habari, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Marekani Tammy Bruce amesema duru inayofuata itazikutanisha kwa mara ya kwanza timu za kiufundi. Michael anton ambaye ni mkuu wa idara ya sera ya mipango ya Marekani ataongoza ujumbe wa nchi hiyo katika mazungumzo hayo. Wiki iliyopita mjumbe maalum wa Marekani katika mashariki ya kati Steve Witkoff aliongoza ujumbe wa Marekani mjini Roma walipokutana kwa mazungumzo ya mara ya pili na wajumbe kutoka Iran walioongozwa na waziri wake wa mambo ya nje Abbas Araghchi na ambapo aliripoti kwamba mazungumzo yalikwenda vizuri. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Gaza. Mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza siku ya Alhamisi yamewaua watu 50, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Wizara ya afya ya eneo hilo imesema mashambulizi hayo yameharibu pia makazi ya watu, kituo cha polisi na hema la kuhifadhi la watu la kujihifadhi la watu wasio na makazi. Shambulizi lililofanyika kaskazini mwa Gaza limewaua takriban watu 18 na lingine likiua watu 11. Jeshi la Israel limesema limefanya shambulizi katika kituo cha polisi kumlenga mwanamgambo wa Hamas. Katika hatua nyingine, jeshi hilo pia limeripoti kutokea kwa kifo cha mwanajeshi wake mmoja huko Gaza wakati wa mapigano. Mwezi mmoja uliopita, Israel ilianzisha upya mashambulizi yake huko Gaza baada ya kuyasambaratisha makubaliano ya usitishaji wa vita baina yake na Hamas, huku ikisitisha uingizwaji wa misaada ya kiutu kuingia katika ukanda wa Gaza. Na hatimaye Kinshasa, shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limesema mmoja wa wafanyakazi wake ameuawa kwa kupigwa risasi na mshambuliaji aliyevalia sare katika kitu, katika tukio la hivi punde huko mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Shirika hilo limeongeza kwamba mfanyakazi wake mwingine aliuawa wakati wa mapigano kati ya waasi wa M23 na wanamgambo wanaoiunga mkono serikali. Shirika hilo la hisani limesema timu zake zimejikuta hatarini katika matukio 15 katika eneo hilo tangu mwezi Januari. Vifo vyote viwili vimetokea katika mji wa Masisi uliopo katika jimbo la Kivu Kaskazini, ambako mapigano yameongezeka tangu M23 ilipoanzisha mashambulizi mapya yaliyopelekea kuidhibiti miji muhimu ya Goma na Bukavu. Mwakilishi wa MSF katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Emmanuel Lapet, ameeleza kwamba hali ya usalama Kivu Kaskazini na Kivu Kusini ni ya kutisha. Mwisho wa habari za ulimwengu. Kutoka DW, mjini Bonn.